Mimi nilikuwa mkuu wa kikosi cha jeshi, wakati hairuhusiwi afisa wa jeshi kushiriki kwenye mambo ya kisiasa. Uongo kwe? Eh, lakini mimi nilishiriki na nakumbuka elfu mbili na saba Mbeya ilipata shida sana kusafirisha wajumbe kuja kwenye mkutano mkuu. Mimi nikiwa mkuu wa kikosi niliwaambia nitawapa lita mia mbili. Nikashitakiwa of course, maafisa maafisa wa usalama wanafanya kazi yao vizuri wakaripoti kwamba wakati huo nilikuwa ruteni kanali Lubinga anatoa mafuta kwenye vyama vya siasa. Sasa wakawambia, eleza vyama vya siasa vipi? Wakawambia ametoa mafuta lita mia mbili ya jeshi kuipa CCM. Nikawajibu sawa, ni kweli. Bila CCM madarakani, mimi sitalala, sababu tutakuwa tunalinda masilahi ya mvuta na vile vile mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndiye amiri jeshi mkuu. Sasa hivi, ngine hahitaji kutuambia, ndio sikisaa mkute na mama yake na mkubwa wako anaumwa, unampigia simu akutumia hela ya panado, wewe hapa hapo unatoa hela yako na nunua panado, wala uhitaji kufanya mambo mengine. Kwa hiyo naiy yaere... anafanya nini? Nikupongeze mwenyekiti kwenye tamko hivi alivyo humu kwa mkuu.